Sisi hatukamati, sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa kwa ukamataji, ukamataji uliofanyika na hao, ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka uh -huh. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano e, na nadhani kwa sawali zilizotokea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 Video ziko nyingi, maana yake kiwango kipi? kwa hiyo kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote ninapoamua mimi kutoa mm, kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali. Kwa hiyo nadhani sisi tuliwahi kuwa na video, tuliwahi kuwa na video zikionyesha jinsi Kalenda Bridge watu ambavyo wakikatwa mapanga na kuporwa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 na zingine hutaki zielezwe. Sijui kama hizo za kuchoma mabasi ya walalahoi ya mwendo kasi kama uliziona. Sisi hatukamati, sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa, waukamataji ukamataji uliofanyika na hao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka. uh -huh. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano e, na nadhani kwa sawali zilizotokea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 na zingine hutaki zielezwe. Hii kama hizo za kuchoma mabasi ya walalahoi ya mwendo kasi, kama uliziona?